Ndo mpira na matokeo matatu. Ndio, kuna kufungwa, kuna kusare na kushinda. Kwa hiyo tume, tumefanya makosa katika eneo la ulinzi, wametufunga goli. Kwa hiyo tutaenda kujifunza kwenye, kwenye mazoezi tuhakikishe tunakuwa na bora zaidi, na pongeza Yanga wamecheza vizuri, wana kikosi kizuri. Mechi yenu ya pili, mnaingia kwenye fainali. Kama utakumbuka, miaka miwili iliyopita mliingia fainali dhidi ya Mlandege, lakini isivyo bahati mkapokwa tonge mdomoni, kwa maana ya Mlandege ilichomoza na ushindi na moja kwa moja mkatolewa um, kwenye mashindano yale mkawa mmecheza fainali, lakini mkawa mmeishia kuwa nafasi ya pili. Ugumu wa mchezo hasa leo ulikuwa wapi, Metacha Boni kwa Simnata? Uh, ugumu wa mchezo ulikuwa kwenye ubora wa walimu, kwa sababu wamekuwa bora walimu wote wamefundisha taktiki. Kwa hiyo mimi na imani mpira ni taktiki, wametumia wame nafasi hiyo ambao wao wameipata, wame, wamepata goli, kwa hiyo mchezo ulikuwa mgumu kwenye eneo la la kwenye kiungo palikuwa pagumu. Ndio, shukrani sana Metacha Bonifasi Mnata. Hili limemalizika, pengine una lipi la kuwaambia mashabiki na wapenzi hata wanachama wa Singida Black Stars? Kwanza mimi ni wa, niwapongeze. Wamekuwa wanatunga mkono siku zote na wamekuwa pamoja na sisi kwenye matokeo aina yoyote. Waendelee kutunga mkono na pia mambo mazuri yanakuja na tutafanya vizuri zaidi kwenye ligi, kwenye Confederation Cup na pia kwenye srarib timu yako ya zamani leo umecheza nayo. ndio ndio, ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuwakabili e, watu ambao umezoea kukaa nao kuishi nao maisha kwa muda mrefu? Ah, ni kweli, unapokuja kwenye mchezo kama huu unapokutana na timu ambayo umecheza muda mrefu na ulikuwa nao kwa pamoja, inakuwa kwanza ni furaha, pia inakupa hamu ya, ku, ya kuwa kwenye performance nzuri hmm, na kuwa bora zaidi ili wasikufunge, lakini ndio hivyo alikuwa na mchecheto. Ah, Shukrani sana. Ah, sana. Kwa sasa nakwenda kuungana na Duke Oga Abuya. Duke, hongera sana kwa mchezo mzuri yes, na hongereni pia kwa matokeo mazuri ambayo mmeyapata. Yes, By the way, mnakwenda yes. finali na mnakwenda kucheza na Azam. tuanzie hapa yes. kwanza yes. mechi ilikuwaaje kwa jumla yake? Yes. Yeah, mechi ilikuwa ngumu uh, first half, maybe walikuwa na tactics zetu kidogo, yes. uh, but he, tuli, tuli, tuligenio pressure tuka relax alafu, second half tukakuja na new tactics ikatupatia mm. bao. Tunashukuru sana. Wewe ndiye mchezaji pekee ambaye umepata yeah. faida ya kucheza mechi zote tatu yeah, za yeah. mashindano haya kutoka yeah. hatua ya makundi yeah. mpaka hatua ya nusu finali, kwa ujumla wake mashindano yalikuwaje Duke? Yeah, this season zi, zilikuwa so competitive. Ukiangalia like team zote zenye tupatana nazo zimekuwa so competitive teams. Ukiangalia like kama Singida nao imetupatia hiyo Singida patio competitiveness ya league yenye tunataka through preparation to our league for our game yenye tunenda kucheza next. Hiyo ni again salali, like ni kama preparations. Na pia tunashukuru teams pia ni competitive na tupatia match fitness, tulikuwa break for a long time. E, pia tunashukuru sana pia for the games zinatupatia much fitness. mwalimu amekuwa kikuamini na mara kadhaa yeah. tumeona ukiwa mchezaji bora wa haya mashindano yeah. pengine timu ambazo mmekutana nazo mpaka hatua ambayo inafika hii mm. Leo mnakwenda kucheza finali kesho kutwa dhidi yeah. ya timu ya Azam yeah. uh, ni nini ambacho umekiona ni mwalimu mgeni, lakini anaonekana kuonyesha imani kubwa sana uh, na kiwango chako ambacho umekuwa kikionyesha bahati yeah. nzuri zaidi umekuwa ukipewa hata kitambaa cha unahodha Duki yeah. <laughs> nashukuru <laughs> unajua, kila mwalimu ako na tactics zake but si peke yake ukiangalia pia kuna players wako so consistent, mm. Maxi Pacome pia, wako so consistent like, consistent ukiangalia pia like ukiwa na game ukiangaliam k anakuwa minimum. Umeletewa yeah. pacha wako sasa hivi yeah. Mohamed Damaro Kamara wakati huu pia yeah. Uh, umekuwa umekuwa ukicheza naye yeah, yeah. pengine unamwona ni mchezaji wa namna gani, mnaweza mka mkafanya kitu kwa faida ya timu ya yeah, yeah, ni mchezaji mzuri, ya yeah, tackling yake ni so good uh, the more tunacheza the more tunacheza hizi games the more tutaelewana na probably tutacheza vizuri yeah. Ilikuwa ngumu sana leo dhidi ya timu yako ya zamani ya, <laughs> yeah, ilikuwa ngumu, ni ngumu sana kucheza na against your former team because mejali wanakujua e, pia tumekuwa na wachezaji wengi wametoka Singida e, wanatujua but imekuwa game poa kutupima level yetu. Kila la heri kwenye mechi yenu ya fainali dhidi ya Azam. Ni kitano bwana. ah, safi. Huyu ndiye mchezaji bora wa mchezo hii leo, Maxi Mpia Nzengeli akipokea tuzo yake, lakini kama ilivyokuwa kawaida, anamshukuru mwenye enzi na ulimwengu wake maliki na sultano wa dunia yote. Amepokea mfano wa hundi wa kiasi cha shilingi milioni mbili za Kitanzania. Huyu ndiye mchezaji mwenye nidhamu zaidi kwa siku ya leo, Abdul Malik Zakaria, anatokea upande wa pili kwa maana ya Singida Black Stars. Yeye amepokea shilingi milioni moja kutoka kwa wadhamini wakuu wa mashindano haya.